Yep. Good. Uh, Mr. Makame. Makame, bwana, karibu sana. Wewe unakuwa na wageni yeah, aina mbalimbali kutokana na shughuli zako. Wale wageni uwa, wape wa wape taarifa kwamba fursa tunazo, tuna fursa Tanzania, tuna fursa Mafia, tuna fursa katika kampuni yetu ya Mpogo Internet. Kwa hiyo hii kampuni bado milango ipo wazi, tunahitaji watu wakuja zo lakini nashukuru serikali yetu tupo nayo bega kwa bega, maafisa uvuvi, Mheshimiwa DC, katibu tawala wa wilaya, kijiji, tupo bega kwa bega. Kwa hiyo tunashirikiana, tunashare ujuzi tunashare rasilimali, mradi tu tuwe, tufikie malengo tunapokwenda. Kwa hiyo bwana, ukikutana na wageni kama hivyo, umeleta wageni hawa, asante, nashukuru sana, na wengine wakiwepo kama wanataka kuja kutalii, tunaona eh, hali iliyokuwemo ndani mule basi unawashawishi unawaleta eh, ukawaleta hata kama hakuna kiingilio nini, wanapata kuona, wanapata kujifunza na wanapata kutushauri, maanake wenzetu wanatembea maeneo mbalimbali mbali. Kwa hiyo asante sana. Eh, nashukuru Mpogo. Sawa sawa, tutaonesha ushirikiano, ushirikiano pale ambapo inabidi. Sawa, kesho tutokea wadhamini tutawaleta kwako. Sawa, kwa hiyo tuko pamoja eh, karibuni sana asante. <laughs> asante sana.